Sasa pale kusaidiana na inavyochukua kwenye ndoa, maana watu wengi wakikaa pamoja hizo nguvu zikiunganishwa bila hiana, bila yaani ya ujanja wa Shetani, ndoa ina nguvu sana kuunganisha hali alionayo mwanamke na alionayo mwanaume, mapungufu alionayo mwanamke alionayo mwanaume na kuyaunganisha, ndio nguvu zingine. Kwa hiyo tusiangalie kufuatana na nguvu tulionao sisi wenyewe lakini kimsingi ni ndoa ni kitu cha ajabu sana, ni kitu cha ajabu sana. Nadhani atanazungumzaa Jumapili moja mpigaman azungumza Jumapili, kuna kitu cha ajabu sana kwenye ndoa. Kwa hiyo unachukulia tu kwamba kwenye ndoa tukiungana tunatengeneza kitu kikubwa, maanake mwanamke ukitokea njaa mwanaume anakimbia na mwacha mwanamke na mtoto. Kwa hiyo hiyo nguvu ipo, tutajaribu kuiongea unapili kuakatakudisho la lakini mwingine amesema ma kuomba njia za kukabiliana na hamsini kwa hamsini. Nilisiji, nilisema hivi hizo hamsini kwa hamsini ziache huko nje, usiingilie ndani oioi usizingize kwenye ndoa. Ukizingiza kwenye ndoa ukasema mzini kwa mzini kwenye ndoa na mimi nina haki kama haki, ndoa imeharibika ndoa imeharibika. Aliwahi kusema rais, kwamba mimi nikirudi nyumbani ninapiga magoti kwa mke wangu, sababu ile ni mume. Sasa kama mtu ni afisa akarudisha uafisa nyumbani au kama ni mwanamke ni afisa wa jeshi na ulisho wa jeshi kwa mume wake ni bali ndio. Kwa hiyo hamsini kwa hamsini, kabiria naye kwa kutwa iingiza kwenye ndoo. Ni kukabiria na usiingize kwenye ndoo. Uweze kuta kwamba tunahitaji wajumbe sasa jamani waongeze. Sisi hata kwenye kwenye mikao na ndio kabisa. Tutakuwa na kamati hii lakini katika kamati hii wanawake tupo wakati, wanaume tupo wakati. Sasa hiyo iache huko lakini ingiza kwenye, kwenye familia na kwenye ndoa itakuwa shida. Kwa hiyo kabiliana nayo kwa kutoingiza kwenye ndoa. Miaka sabini au themanini kama imeandikwa unabishana na Biblia. Mimi ndiwaakonwatasini jamani, nilieleze hebu, mmoja asome asome hiyo. Mwanzo tatu Mwanzo sita tatu Mwanzo sita tatu. Mungu akasema siku za mwanadamu zitakuwa miaka mia moja na ishirini, miaka mia moja na ishirini. Hiyo saa hii nimeieleza kwamba ni wastani. Kwa mfano, sasa hivi wastani wa maisha ya Mtanzania ni miaka sitini na nane. Kwa hiyo wote tunaishi miaka sitini na nane? Na hapana watu ipigia pale, ni wastani, ni wastani wa maisha. Hata wale hizi nchi nilizotaja kwamba wastani ni miaka themanini na nne, lakini sikukwambia Japani wako wenye zaidi ya mia moja wako, wako laki moja sasa, swali mwingine akaja, ina maana sisi wa Afrika atkuishi miaka sabini, wenzetu wote wanakwenda miaka asuila. Kuna skofu mmoja wa kanisa la Pentekoste alikuwa ameenda kusoma Ulaya, alitusimulia mwenyewe, nikiwa kwenye kongamano la na Mwalimu Kasemi, amefika kule, kukawa pale kwenye usharika, amekufa mama mmoja na miaka themanini na moja mama kutoa salamu akasema, tunamshukuru sana Mungu kwa mama huyu, Mungu amemjalia kuishi kwa miaka ya Biblia, manake miaka 70 au 80. Amefikisha miaka themanini na moja, tunamshukuru sana Mungu. Wali walikasirika wakamwita mpaka nyumbani kula chakula, wanasema hivi, unamaanisha nini unaposema kwamba huyo amefikisha miaka ya Biblia, unamaanisha nini?

lakini kuna mambo ambayo mwanadamu wamepewa kwa akili huweza kuyafanya. Sasa wewe unaumwa malaria, alafu nasema siendi hospitalini, nitakuona ukifa ukasema mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi sipishi Biblia, nafafanua tena na kusaidia mwenyewe. Na hili tukuwa tunajua watu waliogundua, wanaume wanaume ndio waligundua kwa kukribu hivyo, tena walisema hivo, kuna watu wakisha kwa wanawake na sio wanaume. Ina maana Mungu anaupendelea sasa? Sababu za kibiolojia ambazo tumezitaja, nimekuambia kabisa huwezi kuzibadilisha, huwezi kuzibadilisha, yani ndivyo alivyo, huwezi kuzibadilisha. Lakini nyingine zinatuhusu, tumetaja zinatuhusu pia, tumezidani nyingi, tunatuhusu sisi za kutojaribisha, ili kwenda kutimiwa, kutofanya mazoezi kufanya nini ndio jambo. Kwa hiyo Mungu hana upendeleo, ndivyo alivyoamua yeye, mapenzi yake na mapenzi yake, mapenzi yake na mapenzi yake. Lakini pia kuna wengine ambao hapa ni bila usisi bila saba na ufanana na wanadamu wake hata kama na XX lakini ambaye wapo hapo, kuna saba. Sasa hiyo tumwachie Mungu, tumwachie Mungu. Na pia unaweza kumdai Mungu mwenyewe kwa Mungu? Hapana, ni ya koro wataalamu wa saikolojia wanasemaje? jana bado nilipozungumza za ile habari za single mothers pale, kuna jana kubwa sana jana. Unajua, zamani zamani, hata watoto yatima na watoto yatima hawakuwepo. Watoto yatima hawakuwepo. Kwa sababu kwa nini? Utaniambia nimekuwa mtoto yatima, nimekuwa mtoto wa baba wadogo unaweza kuwa nao nakuta baba mdogo vaumodo na watu, lakini sasa hivi unakuta mfumo wetu ni mgumu sana. Kwa hiyo kama kuna single mother anajikuta anatunza yule mtoto kama ni wakike, atamtunza atamtunza ye. Baba sasa, mtu kama huyo, kwa kwamba atapata shida anapofikia, afahamu mwanaume hajaishi na mwanaume mwanaume ambaye anaishi naye kale ni baba hayupo wa kiume wa kiume, kwa sababu mama yupo, nafasi ya mama ipo, lakini nafasi ya baba wabishijikawaip wa na ile nafasi ile nafasi ina impact kwa kweli, ina impact. Mimi wakati nimeoa, kila nikienda kutembea kwa wako nilikuwa naenda kukaa jikoni na mama moja kwa moja, mama eh. Mzee mama kakaa kasema, nimegundua ameishi na mama yake kwa mwezi hajaishi kwaani. Akamjibu mzee na akamwambia mke wangu kwamba wewe mume wako anafikiri bado kwa mama yake, akija ndani kwa mzee huyo, ah, na mimi ndo nashtuka kwamba hiyo, kumbe huwa nilifika ndani na mama yangu kwa siku. Sasa mzee ndo alikutambua siku tangu kwa kujifika na kutafuta mzee basi

Sasa huyu anayekuja ni mwingine, labda au ni kati ya wale watano. Bado kunakuwa na ile fikra ya kufikiria nani yuko vizuri zaidi, nani. Imekuwa hivi sasa, hii inayofanya ndoa zao zisikae za, zinabaraganika mapema sana, kwa sababu wanaingia ndani ya ndoa kabla ya ndoa, na hili ni jambo ambalo linatupa shida sana kule mijini. Sijajua. lakini jambo la pili, na hilo ni kwamba siku hizi wanajiwekea ile uh, ile kitu wanaita matarajio, kwamba msichana anapoingia kwenye ndoa anakuwa na matarajio, anataka ma mbulana wenye sifa six packs, sijui na nini, mwenye alama hii, yaani anamchora mwanaume wake matarajio katika mwanaume wa namna hii. Msichana naye anamchora, naana n anamchora mwanamke wake, nataka awe na mbo la namna hii, awe hivi na hivi. Sasa hayo matarajio, akiingia kwenye ndoa, anayakuta machupu. Sasa kama machupu, manake wanaachana, hata kama wa

a iroaossema napata shida kaadan, tunachotakiwa kufanya turejee sana kwa vijana wetu ambao hawajaoa na wale walioana, nafasi sasa ya familia ambayo Baba Askofu amesema kwenye hiyo jila ya taifa kwenye malezi, turudi hapo wapendwa, kwenye malezi wasaidie, lakini wakiingia huko kwingine, hizo ndiwohazk

ndoa yangu nzuri. Nimesema zui kingi kwenye kuheshimu ndoa. Kuingia kwenye ndoa kama kuingia chooni na kutoka, mtu akisikia ameenda chooni, ameenda merudi, ndiko tunafanya lakini, yaliyobegwa kwenye ndoa ni mazito sana, kwa sababu ipo kwenye kitabu hapa. Tazungumza Jumapili upekee wa agano upekee wa ndoa ni wa ajabu sana, ambao Mungu amewekeza mpaka anaweza kutumia ndoa kama mfano wa mahusiano wetu yeye. Lakini swali la mwisho ikuwa mahali ambapo tumedharauliwa, tunamisheke heshima. Tumedharauliwa, tumesheke heshima. Kuna namna mbili, inawezekana ni kweli umedharauliwa na umedharaulika, yani una kulaumika eh, na kulaumiwa. Sasa inawezekana kweli, nimesababisha eh nimesababisha kujidharau, nirudi kwenye msingi. Ni kama mimi nimesababisha mpaka nikadharauika, nirudi kwenye msingi. Lakini kama mwenzangu ananidharau isingostahili, sasa nikutafuta, ni maeneo yapi yananidharau na sababu